Msitu ulikuwa umejaa sauti. Paka Shujaa, paka mweusi mjanja, alisikiliza kwa makini. Alikuwa wawindaji siku zote macho, lakini sauti hii ilikuwa tofauti. Haikuwa mlio wa kriketi wala mchakato wa mjusi. Ilikuwa kilio cha chini. Shujaa alifuata sauti. Alisogea kimya kimya kati ya miti akamkuta mvulana mdogo. Mvulana alikuwa analia, alikuwa amepotea na peke yake. Shujaa hajawahi kuona mtoto wa binadamu kama huyu hapo awali. Alikuwa kiumbe kidogo tu peke yake. Shujaa alimsogelea kwa tahadhari. Mvulana alimwona na akaacha kulia. Alinyosha mkono na kumpapasa manyoya ya shujaa. Shujaa alinuna. Alijua lazima amsaidie mdogo huyu. Msitu ulikuwa mahali hatari. Shujaa alijua hili kuliko mtu yeyote. Ilibidi amlinde mvulana. Alijikunja karibu naye akimpa joto. Mchana uligeuka usiku. Mvulana alikuwa na njaa. Shujaa alimwacha mvulana na kwenda kuwinda. Alipata panya mnono na kumletea mvulana. Haikuwa nyingi, lakini ilikuwa kitu. Mvulana shakushangaza shakusha alikula. Alimtabasamu shujaa. Kwa siku nyingi, shujaa alikaa na mvulana. Alimpa joto usiku, alimletea chakula, alimfariji mvulana. Alicheka na kucheza na shujaa. Wakati mwingine alilia wazazi wake, shujaa angembembeleza akinuna taratibu. Shujaa hakuwahi kuondoka upande wa mvulana. Alijua mvulana alikuwa akimhitaji. Alikuwa ameazimia kumweka mvulana salama, haijalishi nini. Hangeweza kuruhusu jambo baya limpate, si akiwa pale. Siku moja ya shujaa alisikia sauti mpya. Sauti alisikia jina la mvulana likiitwa. Inawezekana, inawezekana kweli? Moyo wa shujaa ulipiga haraka, alimgusa mvulana. Watu wawili walikuwa wakiwakimbilia, mwanaume na mwanamke walikuwa wakiita jina la mvulana, sauti zao zikiwa zimejaa wasiwasi wasi. Mvulana alipiga kelele, aliwakimbilia walimkumbatia. Mwanaume na mwanamke walikuwa wazazi wa mvulana, walikuwa wakimtafuta kwa siku nyingi. Walifurahi sana kumkuta Walimkumbatia kwa nguvu, machozi ya furaha yakitiririka kwenye nyuso zao. Walimshukuru Mungu kwa sala zao kujibiwa. Shujaa aliwaangalia wakienda, alihisi uchungu wa huzuni. Alikuwa amempenda mvulana. Mvulana alimtazama shujaa na kupunga mkono, aliaga. Wazazi wa mvulana walimgeukia paka, walishangaa Mtoto wao aliwezaje kuishi msituni kwa muda mrefu? Waligundua haraka kuwa paka huyo alikuwa akimtunza mtoto wao. Walipiga magoti na kumpapasa manyoya ya Shujaa. Walikuwa na deni kubwa kwake ambalo hawangeweza kulipa. Hawangeweza kumwacha Shujaa hapa, sio baada ya kile alichowafanyia. Walimchukua na kumbeba nao. Shujaa alikuwa anaenda kuishi nao mjini. Anaweza kukosa msitu, lakini alijua amepata familia mpya.